Ni mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wangu wa JJM Media Production, nikukaribisha sana kwa mara nyingine tena, ili tuweze kuendelea kupeana triki mbalimbali, jinsi ya kutengeneza biti, lakini pia jinsi ya kufanya mixi vizuri kabisa katika upande wa biti. Okay, leo niko nataka nifundishe jinsi ya kufanya mix kwenye upande wa Cubase. Mara nyingi nimekuwa nikifundisha jinsi ya kufanya mixi, kutengeneza biti na mambo mbalimbali kwenye upande wa FL Studio okay? Leo nimekuja kwenye upande wa Cubase. Kuna watu ambao waliniuliza maswali mbalimbali kuhusiana na Cubase namba 14, 13, 15, okay? E, na leo nipo na Cubase namba 15, lakini nitakwenda kukuelekeza jinsi ya kufanya mix. Kwa hiyo kama unatumia Cubase namba 13, namba 14, namba 15 basi utakwenda kuona namna gani unaweza kutengeneza biti yako, lakini unaweza kuifanyia mix vizuri kabisa okay. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifahamu cha muhimu kabisa, ili uweze kutengeneza biti kwenye upande wa wa Kiubezi, basi unatakiwa uwe na contact kuanzia namba saba, namba saba, namba nane Hizi ndio contact ambazo zinasoma. Kwa hiyo unapokuja kwenye ku create hapa basi uta add instrument. Badala ya ku add vocal audio track kama vile unataka kurekodi, lakini hapa unaweza uka add instrument. Kwa hiyo unapo add instrument utaona hapa contact eight. Ukija ukigusa hapa basi utaweza kuona zile plugins ambazo zinaweza kusapoti kwenye hiyo hiyo nanio yako hiyo hiyo kiubezi yako. Kwa wale wanatumia Cubase namba namba 13 14, 15 na nne, hauwezi ukatengeneza biti kama una contact 5 contact 6, haiziwezi kusoma hapa hapa. Zinasoma zile contact kuanzia 7 8 ndo zinaweza zikasoma hapa. Kwa hiyo cha msingi hakikisha una contact 8 seven, kwa ajili ya kupata vile vinanda vyako vyote vya kwenye contact. Mfano kama hapa mimi nimeweza kupiga vitu mbalimbali mbali kutoka kwenye contact, lakini pia nimejaribu kupiga na baadhi ya vitu mchanganyiko, mfano kwenye lead nimepiga saxophone ambayo pia ipo kwenye contact. Kwa unavyoweza kuona hapa, yeah, vitu viko kama hivi. Kwa unaweza kutumia contact peke yake, make sure kwenye contact yako unazo library kama hizi library nyingi nyingi hizi ambazo zinaweza sasa ukazitumia hapa. Unaweza ukatengeneza beat yako safi kabisa. Plug zote za contact utaweza kuzisoma. Mfano kama Yamaha, hapa utapata vitu vyote vya Yamaha, vinaweza vikasoma na ukapiga beat yako safi kabisa. Na maplagi mengine yanayosoma ni yale maplagi ya mfano kama hapa kuna kuna piano tek 8 lakini kuna piano tek 9 pia inasoma, lakini pia kuna sonata hii na nyingine dunisiri. Kuna proxima afro Congo, afro ama vibe zote hizi zinasoma zinasomata zinasoma zote hizi ko na hakikisha tu unakuwa na zile plugins ambazo zinaweza kusupoti kwenye Cubase namba 13, 14, 15. Okay, okay, basi tuendelee na somo letu. Leo nitakwenda kukuonyesha, nimetengeneza tukabiti fulani vikakuabudu budu Alfa na Omega. Nafikiri watu wengi wanakafahamu, huyo ni Alfa na Omega. Ndio tukakasikia kidogo kusikia jinsi ya kufanya mix katika biti yako. Utachagua sehemu moja ya kwenda kuweka alama hapa. Mfano kwenye upande wa wa Cubase kidogo kuna kautofauti kidogo. Utachagua kasehemu kako kamoja kama hivi Tata, kama hapa huko. Unaweza kumute vitu baadhi, lakini unaweza ukatumia uka solo ili kusikia kitu kimoja kimoja mfano kama hizi snare zangu nilizozipiga na hi hat hizi, ukifungua hapa kwenye effect, unaweza sasa ukaweka kama unavyoona sauti nimepunguza. Kwa hiyo make sure, kitu cha kwanza kabisa unaingia kwenye mixer yako eh. Baada ya kupiga vitu vyako vingi, basi utakuja kwenye mixer ili uweze kuvifanyia kazi vizuri kabisa, aza ukapunguza hapa Nafowona, kuna baadhi tayari nimeshaweka effect. Okay. Basi kama unavyoona hapa, hii ndio volume yangu nimeshusha. Hakikisha vitu vyako huko havina havina ready ya yeah. Baada ya hapo sasa utakuja uta, utafanya mix sasa, kile unachokisikia, mfano hapa kwenye hizi snare zangu hapa kuna kuna vitu viwili nimepiga hapa, nimeweka kwenye njia moja, lakini na nikashusha hivi, hizi nabaki snare peke yake. Sasa hapa navyoziona hapa, hizi ndio frequency za hizi snare zangu, jinsi nilivyopiga. Kwa hiyo ukisikiliza vyote Kitu nilichokifanya mi nimepunguza tu sauti, nikaona zina zina saundi vizuri. Kwa hiyo na wewe utasikiliza vitu vyako, usifanye kitu ambacho ukijui, fanya kitu ambacho kinaeleweka, unakijua. Sio lazima mpaka uanze kupanga maplagi huku, unachokifanya ukijui, unaweza tu ukakata low hapa kidogo, yeah, kama hivyo. Basi hapa inatosha. Kuja kwenye kitu kingine ambacho nimepiga hapa, mfano bezi ya kuangalia. Ndani kwenye bezi hapa niliweka NS yellow, NS yellow. Bazi hii niliweka kwa ajili moja. Kuja nizime, unasikia bezi yangu inavyochapa. Kwa niliweka hii ili bezi yangu ikae kwenye mono vizuri. Ukisikiza hapa kuna vitu kidogo unaweza usi, kuna vitu kidogo unaweza usivisikie. Kwa hiyo wakati una, una, unafanya mix ya kitu lazima ukisikie unahitaji nini. Kwa hiyo mimi bezi yangu nilikuwa naisikia kama haijakaa mono vizuri. Yeah. Kwa ukiweka hii plagi, moja kwa moja bezi inakaa kati ada ya hapo, nikaja nikakata high frequency, nikatumia pro, nikakata huku, sikutaka huku kusaundi hivi lakini pia unaweza uka, ukafungua ndani ukaweza kufanya kitu ambacho unakisikia. Mfano hapa hey, hapa kuna ka kitu aka hapa hizo ka kaka ukatoa. Kwa hiyo wakati wa kufanya mix unahakikisha vitu vyako unavisikia una, una vizuri kabisa vina saundi unavyo. Okay, unatafuta sehemu ambazo bezi iliingia kwenye kama hapa unapunguza hizi Okay, baada ya hapo, kitu kingine nilikuja kusikiliza na hizi, utakuja kuangalia hizi. Piano ke, okay. Uko bado sijafanya chochote, nasikiza piano yangu, nikakata low kidogo tena ukasikiliza kitu kimoja kimoja kwa wakati unafanya unaweza, wakati unafanya mix ya beat utapita. Mfano kama hapa, hapo unaona kabisa kuna kitu kimeingia, tafuta maliza akuja kusikiliza kitu kingine. Kwa hiyo unaweza ukapiga bichi yako vizuri kabisa ukaja, uka. Okay. kwenye upande wa kiki. Okay. kuna huu mwangwe ambao nasikika. Watu wengine walioliza pia jinsi ya kukata mwangwe. Sasa kuna njia moja pia ya kukata mwangwe, lakini pia huu mwangwe kuna sehemu sio lazima ukate wote, unakata kidogo. Okay, hapa kwenye return hapa, nipunguza, piga nasikia imekatika ukiongeza hivi. Yeah. Kwa hiyo kama utaki mwangu kabisa, utakata hivyo. Leo utakuja kusikiza yote na kuaje? Okay, bidi ongeze mwangu kidogo ili kidogo kuwe kuna kalaza fulani hivi, kwa sababu biti za kuabudu mara nyingi zinatakiwa ziwe zina karivebu kidogo kwenye drums hizi. Kitu kingine ni utakuja kuangalia sasa, katika hii drums yako inavyo sound, kama ni IQ, utaangalia unafanya IQ gani hapa. Mfano, kwenye IQ huku tupite kidogo, tuone kuna kuna blue-cut, lean, duo, au blue-cut lean 5, unaweza kutumia hii ya stereo kwa sababu hapa hizi ni drums, inabidi kidogo taipunguza kidogo upande wa bezi na pakati hapa ya yeah. Okay. ya yeah, kama navosikia kitu kile, natulia kabisa hivyo basi. Naweza kutuliza k okay, kitu kingine nilikuja kupiga hii. Sasa hii hii kazi yake ni kwa ajili ya reverb kidogo, kuifanya isipauke sana. Kwa utapunguza tu baadhi ya vitu kidogo. Hapa ni kwenye wet, kuifanya hia laini, tapunguza kidogo, tupunguza kidogo feedback, na uko upande wa frequency nasikia na saundi vizuri kabisa. Kingine ni swala la sauti pia utapunguza drums unaweza you know, ukaongeza mpaka kwenye kumi na mbili hapo ya, yeah. Nakumbuka ku save Pumziko haya na yenyewe kuna namna fulani na saundi. Okay. Kwa hiyo inahitaji kuzimwa hizo reverb hizo, reverb hizo. Ukiona kitu kikija kaa, okay, vizuri okay. ya yeah. Tukompress kidogo Compressor, waja tuangalie. ya Yeah, kalake okay. Yeah, okay, basi mpaka hapo nitaenda kwenye lidi zangu kule kuangalia. okay, kuna lidi hapa nilikuja kuipiga kwao, utasikiliza zile maeneo ambayo vito vyote vinasikika kama hivyo mpaka hapo nitakuwa nimemaliza kufanya mix ya beat yangu. Oke, nikutakia wakati mwema, kama kuna swali lolote ambalo utakuwa hujalielewa alielewa basi utakuja kuniuliza. Lakini kitu cha mwisho ambacho unaweza kukifanya baada ya kumaliza mix yako hivi unaweza uka, uka rekodia umu umu. Lakini kama unataka kurekodi umu, lazima uhakikishe unatengeneza group kwanza. Utatengeneza group moja hapa kwanza kabisa ngoja nikuonyeshe kitu hapa, tutatengeneza kitu kinaitwa linki. Utashikilia shift, utakuwa umezimaki kama hivyo, then utafungua kwenye kwenye mita yako huko kwenye mixer, utakuja hapa, then utalinki hapa, utazilinki kama hivi unavyoona hapa, volume EQ, kila kitu hivi utafuta link hapa, utapiga okay, eh okay. Baada ya hapo, utatengeneza group, uta add group track hapa, add group track configuration, mono output stereo, eti okay. Hapo utaweka stereo tu sababu ile ni group la Then utakuja utafungua hapa uta, utasendi sauti yako kwenye grupu, maanake hii sauti yote itaenda kwenye grupu moja huko hivi sasa so, play hapa tupeke yake. Hasa kitu cha kuhakikisha unazingatia, utapunguza sauti huku, ndio maana tulilinki kwanza. Utapunguza sauti huku ya vitu vyote ambavyo umepiga kuta utakaposhikilia hii moja tu ukishusha sauti, zitashuka zote. Ukipiga hivi utasikia sauti imepungua, ona, naona kwa hii, ndio itakuwa inaweza kukontrol sauti zako hii baada ya kuzielekeza huku kwenye ile group, ili sauti hapa sasa, unaweza ukaanza kushusha traki zako huku za voko. Utaandika hapa group lako utaliandikia, kama ni beat group utaandika hapa, utaweka hivo, then utashusha sasa sehemu ya voko, kama ni mtu anakuja kuingiza sauti Utashusha. Sasa hii itakusaidia wakati wa kucontrol mziki wako na vitu vingine itakuwa rahisi sana kuweza kwa sababu unapokuja kurekodi lazima uhakikishe umeshusha vitu vyako hapa kwa hiyo hii itakusaidia sana unavyofanya hivyo mziki wako una saundi kwenye maeneo kama hapa unavyoona kwa mpaka hapa unaweza ukaanza kurekodi hapa mtu akashusha voko nyingi sana ya mastering au pia unaweza ukafanya mastering. Hapa hapa, baada ya kufanya kila kitu unaweza ukashusha sehemu ya master. Kila kitu kinawezekana ukafanya umuhimu umu kwenye FL Studio. Okay, nikutakia wakati mwema JJM Media Production. Kama utakuwa na swali lolote, basi unaweza ukauliza na pia tunalo grupu la WhatsApp. Kama unahitaji kujiunga katika grupu letu, basi nikukaribishe sana uweze kuwa mwanafamilia wa JJM Media Production. Lakini pia kama unahitaji vifaa vya studio original, basi tani cheki na utaweza kuvipata mahali popote pale ulipo. Nikutakie wakati mwema, goodbye.